Mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika maombi ya kuombea ustawi wa biashara yako ili iweze kuwa na kibali katika ulimwengu wa biashara. Mafanikio ya kweli yanapatikana si kwa juhudi binafsi tu, bali kwa msaada wa Mungu. Biblia inatufundisha kuwa ni Mungu ndiye anayetoa neema, kibali na baraka juu ya kazi ya mikono yetu. Maombi haya ni ya kumwomba Mungu kuingilia kati katika biashara yako Aiinue, aipatie wateja na pia ipate kibali mbele za watu na ikue, ili uweze kuwafikia watu wengi na uweze kufanikiwa katika biashara yako. Tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 12, neno la Mungu linasema Bwana atakufunulia hazina yake nzuri, yaani mbingu, kuwapa mvua nchi yako kwa wakati wake na kubariki kazi yote ya mikono yako, nawe utawakopesha mataifa mengi, lakini hautakopa. Nawe utawakopesha mataifa mengi, lakini hautakopa. Tunaona kwamba Mungu anatuelezea kwamba kuni muhimu biashara yako iwe na uwezo wa kuongezeka wa kuwafikia watu wengi zaidi. Zaburi ya 90 mstari wa 17 Neno la Mungu linasema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu uifanikishe, naam kazi ya mikono yetu uifanikishe. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mithali sura ya tatu mstari wa tano hadi wa sita neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye naye atanyosha mapito yako. Hii ni mistari michache katika Biblia ambayo itatuongoza katika maombi ya kuombea biashara zetu ziweze kufanikiwa, ziweze kupata kibali na tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Tunapoanza maombi yetu, tutaanza na maombi ya shukurani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutuwezesha kuwa na biashara hii, iwe ni ndogo ama kubwa. Najua kwamba Mungu ni kwa neema yako tu ambapo umetuwezesha kuwa na biashara hii. Baba, huyu umemwezesha kuwa na biashara hii. Mama, huyu umemwezesha kuwa na biashara hii. Kijana, huyu umemwezesha kuwa na biashara hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza kibali cha kiungu juu ya biashara hii, iwe kivutio kwa wateja wapya na wa kudumu. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Naomba tembea katika biashara hii na ulete mabadiliko ya kipekee na ya kudumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai. Ninavunja kila laana ya kukosa wateja, hasara na kuharibika kwa biashara yangu katika jina la Yesu Kristo. Chochote kile ambacho Mungu kinataka kukwamisha ukuaji wa biashara katika eneo la masoko, katika eneo la wateja, katika eneo la manunuzi, Mungu ingilia kati katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba fungua mbingu juu ya biashara yangu, naomba niletee mvua ya baraka na mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya kizuizi cha kipepo kinachozuia mafanikio ya biashara yangu, Mungu ukakitoweshe kwa damu ya Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninaomba uwalete watu sahihi watakaonisaidia kukuza biashara hii. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Mungu ukamwinulie mtu, watu sahihi katika biashara yake, ambao wataweza kuikuza na kuipanua biashara hii, ili iweze kufikia watu wengi zaidi. Chapa ya biashara hii, Mungu, watu wakaizungumze na kuifuatilia, katika jina la Yesu Kristo. Kila mteja wa maana aliyepotea, Baba, ninakuomba umuunganishe naye tena kwa jina la Yesu. Mungu wa Elisha, fanya biashara hii iongezeke bila mipaka, kama mafuta ya mjane katika jina la Yesu Kristo. Nakataa roho ya uzembe, uoga na maamuzi mabaya katika uendeshaji wa biashara hii katika jina la Yesu Kristo. E Mungu, achilie hekima ya kipekee kama ile ya Suleiman katika kusimamia biashara hii katika jina la Yesu Kristo. Na amuru jina la biashara hii likawe kivutio kwa baraka kwa watu mbalimbali, likawe kivutio na baraka kwa watu mbalimbali katika jina la Yesu Kristo. Mataifa mbalimbali wakamiminike katika biashara hii. E Bwana, katika jina la Yesu Kristo biashara hii ikavuka mipaka ya kijiji ikavuka mipaka ya kikata ikavuka mipaka ya kiwilaya ikavuka mipaka ya kimkoa ikavuka mipaka ya kinchi ki katika jina la Yesu Kristo ikafikia mataifa mbalimbali mbali. Kila mdomo ambao unasema mabaya dhidi ya biashara hii Mungu kainyamazishe katika jina la Yesu kila maneno mabaya yaliyotamkwa juu ya biashara hii kwamba itateketea, Mungu haitateketea katika jina la Yesu Kristo, ninayefuta kwa damu ya Yesu Kristo, ninayefuta kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza kwamba biashara hii haitakauka, Bwana, itastawi kama mti uliopandwa kando kando ya kijito cha maji katika jina la Yesu. Haitafifia, Bwana, bali itaendelea kung'aa kama nyota katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kifo roho ya ukame, katika jina la Yesu Kristo, isipate nafasi katika biashara hii, katika jina la Yesu. Mungu, kafungue milango ya fursa mpya, mitaji mikubwa na mahusiano yenye faida kwa biashara hii. Katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindani wa haki, ushindi wa kiroho na mafanikio ya kudumu katika biashara hii katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa kuwa najua kwamba umesikia maombi haya juu ya biashara hii. Mungu, sasa biashara hii inakwenda kupata kibali, ukuaji na ustawi. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kila biashara yenye mizizi katika maombi haishindwi. Mungu anapopewa nafasi kuwa mshirika mkuu katika biashara yako, atakupa ushindi dhidi ya changamoto zote. Ninaomba uendelee kumshirikisha Mungu kila siku, katika maamuzi, mikakati na mipango, na baraka zake hazitakupungukia daima katika